Nitaitumikia halmashauri ya wilaya ya Kaliua kwa uaminifu, kwa uwezo na moyo wangu wote. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwanza ni kiapo kwa madiwani wateule kutoka katika kata ishirini na tano za wilaya ya Kaliua. Kisha uchaguzi wa kumpata mwenyekiti wa halmashauri na makamu mwenyekiti unafanyika kwa matokeo haya na mtangaza rasmi

Anastazia Bebete anakuwa mwenyekiti wa halmashauri hiyo akichukua nafasi ya Jaferi Rufungija aliyehudumu kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025. Aidha, akizungumza mara baada ya kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa halmashauri, Bebete ameeleza nia yake ya kuwatumikia wananchi kwa kuhakikisha ukusanyaji wa mapato na panda maradufu ili kwenda kuunga mkono juhudi za wananchi kupitia miradi wanayoibua. Niseme mbele ya wananchi wa Kaliua tuwe kiti kimoja ili tuweze kukusanya mapato ya kutosha katika halmashauri ya wilaya ya Kaliua. Niombe usimame madiwani, tukasimamie mapato. Tukipata fedha ya kutosha, tutatekeleza miradi yetu bila shida. Tulizue miradi, kwa sababu wananchi wanahitaji matokeo. Na ninawaahidi tutaendelea kuzisimamia haki safi zisizokuwa na mashaka ili wilaya yetu iweze kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ufasaha. Naitwa Maela Magonya Masanja. Ni diwani kutoka kata ya Usenye. Sisi tutakuwa mstari wa kwanza kabisa kushirikiana na, na wadau aina mbalimbali kusaka hela ya halmashauri. Wilaya ya Kaliua itakuwa ya mfano katika ndani ya Tanzania nzima. Sababu, tutakusanya mapato ya halmashauri yanafika mahali salama panapotarajiwa ndani ya wananchi. Naitwa Kulo Maendeleo Kajoro ni diwani wa kata ya Usinge Wananchi wanahitaji matokeo, na sisi tuko hapa, tutakwenda kuyasimamia hayo, kuhakikisha kwamba halmashauri yetu inaendelea kuwa imara, kuona tunaongeza pato linakuwa kubwa zaidi, lakini pia tunaweza lile pato kuwarudia wananchi kwa maana ya maendeleo ya wananchi. Mimi naitwa Mariam Isa Mgeleka, diwani viti maalum tarafa ya Kaliua. Yako mambo mazuri ambayo sisi tunatamani kuyafanya kama madiwani. Wilaya yetu na halmashauri yetu. Naitwa endad Makoba, ni diwani wa kata wa Ukumbisijanga. Naahidi kwenda kuwatumikia wananchi kwa uadilifu, nikiendelea kuendelea kuishi ile slogan ya mama ambayo ni kazi na utu. Tunakwenda kuangalia makundi ya vijana, lakini baadhi ya makundi maalum yamesauliwa, tunahakikisha kwenda kuyapa kipaumbele. Tunajua kuna makundi ya vijana, akina mama na watu wenye mahitaji maalum, lakini kusimamia mapato ya halmashauri ya wilaya Kaliua anaitwa Hassan Sita Mome. Nimejipanga kuisimamia ya kata yangu ili tusonge mbele pale walipoishia wenzangu, na mimi nitaanzia pale ili kuhakikisha maendeleo yanakuja ndani ya kata ya kona nne. Kwa jina anaitwa Sadiki Alfani Kala, diwani wa kata ya Ugunga. Tunayo miradi mingi ya barabara, miradi ya maji, kunayo mradi mkubwa wa BBT, na kwa kuwa miradi yote imekuja kupatikana nikiwa nipo, tunakwenda kuitekeleza kwa kasi mpya na kwa muono mkubwa.